Assalamu alaikum, naitwa Saidi. Karibu katika chaneli yetu yaJifunze Kodi kwa Kiswahili. Katika video ya leo, tutaendelea kujifunza rangi katika HTML, na tutazungumzia mfumo unaoitwa RGB ambao unamaanisha red, green na blue. Mfumo huu hutumika sana katika kompyuta, simu pamoja na TV kwa ajili ya kutengeneza rangi zote tunazoziona katika screen. Katika HTML rangi kwa mfumo wa RGB zinaweza kuandikwa kama hivi ifuatavyo. Kwa mfano, tuanze kwa kuandika heading 1 ndani ya heading 1 ya hapa, ndani ya tag ya mwanzo tutaandika style uh, ndani ya style utaandika color, hapa kuna colon unaandika RGB unafungua bano. Ndani ya hayo mabano kutakuwa na thamani tatu. Thamani ya mwanzo itakuwa ni ya red thamani ya pili itakuwa ni ya green na thamani ya tatu itakuwa ni ya blue. Kumbuka kila moja kati ya hizo tatu zina thamani kati ya 0 na 255 na na tumefahamiana. Kwa hiyo nambari ya mwisho ya kutengeneza rangi ya mwanzo, mfano red, ni 255 na na tano. Kwa hiyo hicho ndio kiwango cha juu cha rangi hiyo ya red, na hali kadhalika hivyo iko katika green pamoja na bluu. Kwa mfano hapa nikiandika mia mbili hamsini na tano hiyo ya mwanzo ni kwa ajili ya ara ambayo ni redi, tunafahamiana. Kitu kingine namba, herufi yoyote kati ya hizo tatu, red, green na bluu yoyote kati ya hizo tatu ambayo itawekewa zero inajulikana kwamba rangi hiyo haipo na haifanyi kazi. Kwa mfano hapo tayari nimeshaandika mia mbili hamsini na tano ambayo ni kwa ajili ya ara ambayo ni redi, tuko pamoja. Sasa G niweke zero, maanake hakuna rangi ya green. Tumefahamiana, halafu pia na bluu ni weke zero, maana yake pia hakuna rangi ya bluu itakayotokea. Ni rangi nyekundu hiyo hapo, umeona. Sasa hebu tuende katika ukurasa wa website, tukarani hii tuone inavyotokea. Kwa hiyo tukirani hii hapa moja kwa moja, ha sori, kumbe kule hatujaandika kitu. Kwa hiyo hapa tuandike kwanza maandishi, tutaandika Kiswahili Kiswahili tupo pamoja. Kwa turudi tuka refresh page yetu eh, maandishi haya hapa amekuja kwa rangi nyekundu, nadhani tumefahamiana. Lakini pia tukopi hii hii ya kwanza, halafu tuje tu paste chini hapa, tuone tuangalie kitu kingine hapa, na chini pia nitaipaste nyingine, kwa sababu nitatumia sasa hapa tubadilishe kwa sababu mwanzo tumeiacha redi. Sasa tuweke zero katika redi, tuweke zero katika redi hii hapa tuweke zero, halafu turudi na hii hapa tuweke mia mbili hamsini na tano kama kawaida, halafu twende tukarani tuone itakavyotokea tukirani. Imekuja, isikushtue hiyo kuchina ujaifanya kazi imekuja rangi ya kijani. Maana yake ni nini? Maana yake kwamba redi haipo na halikadhalika, eh, eh, bluu haipo, kwa iliyotokea ni rangi ya green ya kijani. Tumefahamiana. Na mfano wa tatu, tuweke zero pote, tubakishe ile ya mwisho, tubakishe ya mwisho hapa, tunaweka zero E, hii ya mwisho tumeweka 255 nayo 255, hii hapo ni zero na hii hapa pia tuweke zero. Tumefahamiana, itatokea rangi ya bluu. Tukija, tukirefresh page hapa, tunaona rangi ya bluu ndiyo ambayo imetokeza. Tunafahamiana sasa e, hiyo tumeona mifano ya kila moja sasa twende tukaone mfano e, wa kuzichanganya hizi rangi. Kwa mfano tukiondosha zote hapa, tukopi e, tutatumia mifano hii, tukopi hapa, tuna paste, kwa sababu tayari tushakopi tu. Tuondoshe zote tuweke zero. Tukiweka zero zote, maana yake hakuna rangi hata moja. Kama hakuna rangi hata moja, kitakachotokea ni kiza. Kiza rangi yake ni nini? Ni nyeusi. Kwa hiyo tutapata rangi ya black, so nimeandika o, hiyo hapo ni rangi ya black. Tukirefresh page yetu kuchini, tutaona rangi nyeusi imejitokeza. Nadhani tumefahamiana. Mfano mwingine hapo hapo, sasa tu paste chini pia, halafu tu tuchanganye baina ya rangi, kwa mfano hapo tuchanganye eh, eh, redi pamoja na green, red na green eh, ya mwisho tubakishe ziro eh, alafu moja tuifanye eh, green ni hapa tuichanganye, ambayo itakuwa ni mia mbili hamsini na tano kwao. Rangi tulizozichanganya ni mbili, tumechanganisha redi na green, tukapata rangi gani? Tuliyopata ni rangi ya inaitwa eh, yellow. Inaitwa yellow, si tumefahamiana yellow? Lakini eh, rangi nyingine ambayo tunaweza kuipata inaitwa cyan. Cyan tunaipata kwa kuchanganisha rangi mbili, ambayo ni rangi gani na rangi gani? rangi tutakoichanganya kupata cyan ni rangi ya e, hapa tuweke mia mbili hamsini na tano rangi ya green na blu ndo tunapata syan. Hii hapa mia mbili hamsini na tano na hii hapa tutaiweka zero. Kumbuka zote ukifika mia mbili hamsini na tano mia mbili hamsini na tano unapata rangi nyeupe. Kwao tumepata hapa rangi inayoitwa syan. Nadhani tunafahamiana. Hivyo ndio jinsi ambavyo tunaweza kutumia e, kuweka rangi katika e, mambo haya ya e, katika mfumo huu unaoitwa RGB. Nadhani tunafahamiana. Kitu chengine ambacho tutajifunza hapo hapo kinaitwa RGBA, RGBA. RGB tayari tumezungumza, imebakia hii A. A hii inasimama kwa alfa, maana yake inazungumzia uwazi. Tukisema uwazi hapo, tunaokusudia ni mfano umeweka kitu unakiwe, ukaweka kitu mbele kukawa kuna kitu kingine, unaona sasa, hii ile transparency ile uwezo wa wewe kuzuia, lakini ikawa unaona upande wa pili, ndio tunachokizungumzia na hii E, kuandikwa kwa kwake e, inatofautiana kidogo tu na hii tulizozungumza mwanzo. Kwa mfano, paste hapa hii sasa, kwa sababu ni RGBA, hapa tutaweka RGBA nayo umefahamia, tuweka A halafu huku katika kuweka thamani, baada ya mwisho wake thamani yake zinawekwa kwa 0.0. Kwa mfano naandika point unaotaka mfano mbili tatu. Twende point tuweke point nne tuone, ona manake redi ile transparency yake kwa kwa asilimia ya pa nne ya 0.4 tunaiona muonekano wake ni huu, twende ku refresh page tuone itakavyoonekana. Kwa hiyo unaona ile transparency yake ule uwazi wake jinsi inavyokuwa, ni rangi nyekundu lakini inakuwa na uwazi fulani ambao kama utaiwekea kitu nyuma yake unaweza ukaona kuna kitu gani, hususan kama picha. Hebu tujaribu kuweka point 8 tuone vile ambapo transparency kitakapokuwa. Kwa hiyo tukiona hapa, hivyo ndivyo ambavyo inatokeza. Tujaribu kuweka point 2 tuone itakapotokea. Kwa hiyo ukiweka point 2, unaona jinsi ambavyo inavyotokea. Hivyo ndivyo ambavyo tunaweza kutumia rangi hii ambayo inaitwa RGBA au alpha. Tunafahamiana. Kitu chengine ambacho tutakizungumza ni swala la e, mfano ukitaka kuandika background katika mambo hayo, pia unatumia tu hivyo hivyo RGB isipokuwa kunakuwa na tofauti ndogo sana jinsi ya kuandika. Kwa hiyo hapa nitapaste tu hicho chunchuku copy. Kwa hiyo sasa hapa badala ya kuandika kala hapa, nitabidi niandike tu background color, taandika back ground usikose kwa spelling, spelling haikubali background. Halafu nitaweka kichoro hivi, nitaandika kala, kilichobakia kitakuwa hivyo hivyo, nikenda nikirifreshi hii rangi sasa itakuwa ni background ya hichi Kiswahili, maanake kiswahili kitakuwa na rangi yake, lakini kimekaliwa nyuma na rangi nyekundu. Twende ka refresh page tuone. Umeona, hii hapa ndio ambapo jinsi inavyofanya kazi. Asante sana, na kusihi usiache kutufuatilia katika video zetu eh, kwa kuungana na sisi kwa kufanya ushujaa wa kusubscribe, kulike, kushare. Pamoja na kukomenti. Asante sana. Tuonane katika video inayofuata. Bye.